Mgombea wa kiti cha urais kupitia CCM Dr. John Pombe Magufuli ambaye amefanya mkutano minne katika maeneo ya Nyamongo, Tarime, Rorya, Musoma vijijini na hatimaye Musoma mjini kwenye uwanja wa Mkendo, ambapo ameendelea kusisitiza kauli yake ya maendeleo hayana chama na kuahidi kutatua kero mbalimbali mbali kulingana na maeneo alikopita na kusisitiza kuwa serikali yake haitakuwa na msalie mtume kwa mafisadi, wezi na wazembe, ili wananchi wa kawaida waweze kupata faraja ya kuwa Mtanzania. Wananchi hawa wote wameumbwa kwa sura ya Mungu, ni lazima tuwatumikie vizuri ili wakapate haki yao. Na ndiyo maana sa nyingine wananchi hawa wanajenga chuki na serikali yao, wanasema serikali hii ni ovyo, serikali hii itoke, serikali haitufai. Kumbe watu ambao hawatufai ni wachache tu. Mimi nitahakikisha serikali haitoki, lakini wale watu wabaya wanatoka haraka sana. Kuhusiana na suala la mali asili za taifa hususan madini, Dkt Magufuli amesema serikali yake inawakaribisha wawekezaji wa nje na wa ndani kwa lengo la kusaidia kupunguza tatizo la ajira na kukuza uchumi, lakini kamwe hatakubali Tanzania kugeuzwa shamba la bibi. Inawapenda wawekezaji waje wafanye kazi watengeneze ajira, walipe fidia kwa wananchi wanao wadai, lakini tutahakikisha mapato wanayoyapata nayo tuyajue. Ukimweka mtu kuuza duka lako, ni lazima uzijue bidhaa zako na mapato anayoyapata, sio yeye auze, wewe uzijue amepata kiasi gani, amepata faida kiasi gani, amepata hasara kiasi gani na mnaendelea kuchimbwa na kuachiwa na mashimo. Nataka niseme, na nasema kwa dhati, tunawapenda wawekezaji waje kwa wingi, watengeneze ajira, walipe kodi, watoe huduma kwa watanzania wanaozunguka maeneo hayo, lakini na serikali pate mapato kutokana na migodi, kwa sababu migodi hii tumepewa na Mungu, na ndiyo maana wamekuja huku. Tusingekuwa na migodi, wasingekuja. Hakuna mtu anayekuja kutupa zawadi, wamekuja kufanya biashara. Na biashara lazima iwe pasu kwa pasu na sisi tufaidike Watanzania uto Magufuli anahitimisha ziara yake mkoani Mara, ambapo aliwasili akitokea mkoani Tanga na kuzuru kaburi la baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na baadaye kukabidhiwa na wazee wa eneo la Butiama kifimbo kama cha baba wa taifa kama ishara ya kiongozi ama mtawala anayekubalika na anatarajiwa kuendelea na, na ziara yake mkoani Simiyu Jumamosi ya Septemba kumi <tinyo> na mbili